Khalid Aucho kwenye moyo wake kuna Yanga Africans Sports Club. Mi nitakwambia kitu kimoja, kati tunazungumza hiyo story na leo niwape faida watu mm. Khalid tunatoka Mbeya, mwisho mwisho wa msimu last season, tunatoka Mbeya. Sasa timu gani, si ilikuwa? Tuko airport Mbeya, nakumbuka tuko airport, Mbeya, na yeah. Tuko tu airport ya Mbeya. Tuna wait sandege tuwe tuondoke, akanifata akanionyesha ofa ambazo alikuwa nazo yeah. Kwenye simu yake kulikuwa kuna hawa Kaizer Chiefs walikuwa yeah. wametuma mm. Sio unajua yeah. sio story yeah. Yaani ni ofa ambazo ametumiwa anazo mm. Lakini akaniambia mm. alikuwa anapenda kuniita mbaka, ananiambia kabana, Uganda kule mpira kama umepoa poa, tungepata watu kama nyie hivi ambao mnau semaji msemaji mngeenda mm. kuchangamsha, wakaanitaka kwamba ni uchangamshie mpira wa Uganda wana hey, Yaani yani, uchangamshie pila Uganda hizo. Apiga story kwa kaniambia, sasa bwana, najisikia vibaya hata kusoma hizi ofa, najisikia vibaya hata, hata kumwambia president wao mimi nina ofa na natakiwa niondoke Yanga. And it's a lot of money. Yes, sio kwamba alikuwa anatakiwa Aucho ni... mchongo hela mchongo. Mimi mpaka yeah. leo sijui Singida

Wanatafutana, unajua <laughs> <laughs> yani wanatafutana, yani tukazungumze kwa sababu engineer, yeah, ana, ana, anajua hatakiwa labda nibakie na, lakini ana ofa nyingi yeah, sina hela yeah, yeah, ya kumpa kumechi h viwango anavyovitaka atafanyeje hapa?